Sikiliza, ninyi mnamfahamu Fred Vunjabei? Fred Vunjabei ana kisa chake, amewai kutusimulia mtandaoni. Huyu bwana Fred Vunjabei be ni mjasiriamali hapa mjini, ana ya maduka yake Vunjabei kila pahala, yako chinzima ni mtu amepiga hatua, na wako wajasiriamali wengi wanamfuatilia, vijana hasa. Ana kisa chake kati ya yeye na rafiki yake anaitwa Frank Knows, jina moja kama la Kimarekani Frank Knows hasa. <laughs> wale wamesoma diko mnafikiria hapo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, halafu baadaye wakawa wajasiriamali, biashara ya mtandaoni kama mawinga tu. Wakaenda Uchina siku moja kufunga mzigo. Frank Knows alikuwa na milioni sita. Fredi Vunjabei alikuwa na milioni saba, lakini wakati huo aliyekuwa na duka ni Frank Knows. Kwa wakiwa Uchina, bwana Fredi akaona kule mzigo wa China wanataka mnunue kwa, kwa, kwa ujazi mkubwa, na milioni sita na huyu saba, vipunjepunje visingewezesha kupata mzigo wa kueleweka. Vunjabei akafanya jambo la kishujaa katika maisha ya urafiki na undugu na kufanikiwa kwenye biashara. Akawambia Frank Knows, sikiliza hii milioni saba achukua wewe kwa sababu una duka tayari, unganisha na yakwako sita, zitakuwa milioni kumi na tatu. Funga mzigo tuenzetu nyumbani. Frank Knows akababaika, lakini akachukua, wakafanya funga mzigo, akarudi nyumbani mzigo wa milioni kumi na tatu wakarudi Bongo, ndani ya miezi sita, Frank Knowles alikuwa ametengeneza faida ya kutosha kumpa fedha ya kuanzisha biashara Fred Vunjabei, milioni ishirini kesh taslimu dufu. Ndani ya miezi sita, sio miaka kumi. Ndani ya miezi sita, Frank Knowles anampa Fred Vunjabei 20 milioni milioni ishirini, bro, naye kafunge mziko. Nataka kusema nini? Milioni kumi na tatu, milioni kumi na tatu ilibadilisha maisha ya Frank Knows na Fredi Vunjabei. Leo wanaitwa mamilionea kama siyo mabilionea.